Mtu ana ulemavu, mwenye ulemavu, ulemavu uko namna nyingi, anawezekana ana ulemavu wa jicho, kiungo chochote katika mwili, inategemea na hali yake ilivyo. Je, anaweza kuwezesha kutengeneza yale matendo ma, ma ya hija? Kama ana uwezo anaweza akenda, kutokana na hali yake, kama hali nzuri lakini kama hawezi basi, inabidi aweze kutafuta ima sapota ya mtu au azuilike kwenda kutokana na hali ilivyo. Bimaana kwa mfano na tatizo la jicho au mkono au mguu, lakini yupo mtu wa kumsaidia huduma zote kumhakikishia kwamba anaweza kutekeleza hili, linawezekana ikawa lina msaada kwake kutekeleza ile ibada. Lakini ikaonekana kwamba madaktari wakasema huyu kutokana na afia yake na ulemavu, mwenye ulemavu huyu hawezi basi atazuilika na ile hukma aliyotaja shekhi kwamba uwezo utakuwa haukukamilika. Atazuilika na anaweza kwenda akafanyiwa ibada yake ya hijja. Ama na swala la mwisho ni swala la loelezwa, je, sisi tunashushiwa tu hizi taarifa na kuzifanyia kazi au tunazitetea? Tunazitetea kikweli kweli, hasa kila wakati tunaambia ile hatuliwezi, tuachieni, mpaka unafika mwisho kwamba hatuna jinsi, tunakubali lakini ofisi yetu ya hija kupitia kamisheni ya wakfu na mali amana inafuatilia kwa kina, kwa yale ambayo yanayotoka wizara ya hija na wizara ya afya na kuyafanyia kazi. Tunapoliona hili ni gumu, basi tunalieleza, na baadhi ya mambo alhamdulillah wanatusikiliza, lakini mengine yanakuwa ni amri au punishment ya lazima, tunayakubali, kwa sababu hija, ahija wanaondani wao na sisi watekelezaji. Baada ya hayo, nashukuru sana.